Miaka mingi iliyopita, John F. Kennedy Jr., mwana wa rais wa 35 wa Marekani alijitokeza kwenye vichwa vya habari. Haikuwa habari njema hata kidogo. Usiku uliotangulia alikuwa ameendesha ndege yake ndogo kutoka New Jersey kwenda Martha's Vineyard, ni kisiwa kilicho karibu na pwani ya Massachusetts. Akiwa anasafiri pamoja naye walikuwa mke wake na shemeji yake. Sasa Kennedy alikuwa ameweka zaidi ya saa mia tatu za muda wa kuruka, lakini alikuwa amemaliza nusu tu ya kozi yake ya mafunzo ya vyombo. Kweli usiku huwa maalum, hakukuwa na mwezi, ukungu ulipunguza mbonekano, na alikuwa akiruka katika giza. Ninaweza kukumbuka rubani mmoja akiniambia binafsi kwamba mwalimu wake alipokuwa akimfundisha alimwambia afunge macho na kujaribu kuruka moja kwa moja baada ya muda mfupi alijiamini kwamba alikuwa ameweka ndege kwenye njia ya moja kwa moja. Aliambiwa na mwalimu wake afungue macho na aligundua kwamba alikuwa akiruka moja kwa moja kuelekea chini ardhini. Katika giza, rubani lazima aamini paneli yake ya vyombo, ndio maana wanapewa mafunzo juu ya hilo. Anapaswa kuamini hiyo zaidi kuliko hisia zake binafsi za mwelekeo, vinginevyo anaweza kupeleka ndege yake kwenye kile kinachojulikana kama mzunguko wa kaburi, na hicho ndicho kilichomtokea Kennedy wakati ndege yake ilipogonga bahari ya Atlantiki. Kulingana na wachunguzi, alikuwa amepoteza hisia zake za mwelekeo. Kitu cha kusikitisha zaidi ni kwamba ndege yake ilikuwa na kifaa cha kujiendesha yenyewe. Kifaa hicho kingerudisha ndege yake kwenye usawa wa kuruka, lakini hakuwahi ukiwasha mwandishi wa zaburi Daudi ameandika zaburi hapa ambayo tunaita Zaburi 56 inahusu kuwa katika hali ngumu ambapo mwanga umefifia. Unaona, kwa wakati huu mwandishi wa zaburi Daudi anapaa gizani, na wimbo huu unakuwa wa kawaida kwetu kwa sababu kila muumini hupitia jambo hili. Labda hata sasa hivi unapaa kupitia jaribio gumu la maisha. Daudi atatuonyesha kifaa cha kuaminika ambacho tunahitaji kujifunza kukiamini zaidi kuliko hisia zetu za kibinafsi za mwelekeo. Sasa kichwa cha zaburi hii kinachoitwa maandishi ya juu kinatupa muktadha kwa njia. Wasomi wa Kiyahudi waliongeza maandishi haya ya juu mamia kadhaa ya miaka kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Haya si sehemu ya maandiko ya asili, yalikuwa yametolewa kusaidia mwanafunzi wa Biblia kuelewa muktadha wa zaburi hizi. Naam, maandishi haya ya juu husomeka wakati wa Filisti walipomkamata huyo ni Daudi katika Gathi. Hii inaturejesha kwenye matukio yaliyoandikwa katika 1 Samueli 21, na hapo ndipo unampata Daudi akikimbia kwa ajili ya maisha yake kutoka kwa mfalme Sauli. Sasa bila shaka Daudi anafikiria kwamba mahali pa mwisho ambapo mfalme Sauli atakuja kumtafuta ni mji wa nyumbani wa Goliathi, Gathi hapo ndipo jitu Goliadhi alishi ambaye Daudi alikuwa amemua miaka michache iliyopita. mmoja Samueli inarekodi kwamba siku chache kabla ya kukimbilia Gadhi, uh Daudi alikuwa amesimama katika kijiji cha Nob ili kupokea chakula kutoka kwa kuhani mkuu. Na Daudi alikuwa amemuuliza kuhani kama alikuwa na silaha yoyote, na kuhani alimpa upanga wa Goliadhi ambao ulikuwa umehifadhiwa pale katika hema la kukutania. Kwa hivyo angalia hii. Sasa Daudi anakimbilia mji wa wafilisti wa Gathi, huo ni mji wa nyumbani wa Goliathi. Na anabeba nini? Bila kufikiria, upanga wa Goliathi, uh, silaha ya mauaji kwa kusema hivyo, upanga wa shujaa wao wa zamani Goliathi. Mtaalamu mmoja wa Agano la Kale alisema kwamba kukimbia kwa Daudi kwenda mji wa Gathi kulikuwa kweli ushahidi wa kukata tamaa kwake. Sawa. Anapofika, Wafilisti mara moja, unajua, wanaanza kupanga mipango ya kumua. Bila shaka, Daudi anapaswa kujifanya kuwa mwenda wazimu, na Bwana kwa mpango wake anaosogeza moyo wa mfalme wa Wafilisti kumwachia Daudi aende. Sasa katika muktadha huo, Daudi anaandika Zaburi ya hamsini na sita kwa kujibu jinsi Bwana alivyomwokoa kutoka kifo cha hakika anaandika hapa katika mstari wa tatu wakati ninaogopa nitakutumainia wewe. Ninapenda uhalisia wa kukiri kwa daudi hapa, ninapoogopa, si ikiwa nitawahi kuogopa. Hapana kabisa, anasema hapa kimsingi hivi: wakati nipo na watu wengi zaidi, wakati nipo mahali pa giza, na wakati sidhani kama nitatoka humo nikiwa hai, nitakutumainia. Anaamini mimi paneli ya vyombo vya ahadi ya Mungu. Mungu ameahidi kumwongoza kupitia hayo. Wapendwa, imani haiwezi kuondoa hofu moja kwa moja. Kutumainia hakuondoi hakuondoi majaribu moja kwa moja. Kwa kweli, minani anayemwamini Mungu zaidi, yule anayemwamini wakati jua linawaka na ndege wanaimba na kila kitu kiko sawa, au yule anayemwamini Mungu wakati ni giza na, huzuni na kutisha na chochote kinachokuja kimefichwa machoni. Charles Spurgeon ambaye alikuwa mchungaji zaidi ya miaka mia moja iliyopita na penda alichoandika hapa. Alisema kuhusu maandiko haya, Daudi hadai kuwa hajawahi kuogopa midhahiri. Inawezekana kwa hofu na imani ukaa akilini kwa wakati mmoja. Amina kwa hilo. Hapa katika mistari ya tano na sita sasa Daudi anaelezea hatari aliyokabiliana nayo katika mji wa Gadhi. Anaandika hivi: siku nzima wanaharibu sababu yangu, mawazo yao yote ni dhidi yangu kwa uovu, wanachochea ugomvi, wanavizia, wanatazama hatua zangu. Neno hapa kwa kuvizia linaweza kutafsiriwa kama kufuatilia kwa hamu. Hii ni kama mbwa wa kuwinda akimfukuza mbweha maadui wa Daudi wako kwenye njia yake, wanamsumbua kila wakati. Tunasema hivyo hadi leo na yeye, na hawezi kuwakwepa, hawezi kuonekana kuwakimbia. Unajua, huu ni wakati mzuri wa kuangalia paneli ya vyombo kwa mwelekeo na mwongozo, na Daudi kimsingi anafanya hivyo, na anapofanya hivyo, anatupa kanuni tatu uhusu paneli hii ya vyombo vya neno la Mungu. kwanza neno la mungu linafaa kila wakati kwa matatizo yako daudi anaandika hapa kwa aina hiyo ya ujasiri na uhakika katika mstari wa nne kwa mungu ambaye neno lake nalisifu hapa chini katika mstari wa kumi kwa mungu ambaye neno lake nalisifu kwa bwana ambaye neno lake nalisifu nikuambie mpendwa wakati taa zinapozimika wakati uko peke yako wakati shinikizo liko juu, wakati maumivu yanaonekana kuwa hayavumiliki, hakuna kitu kinachotia moyo na kutia nguvu zaidi kuliko neno la Mungu. Katika giza unajifunza vyema kwamba neno lake ni tamu kuliko asali, Zaburi saa kumi na tisa na madakika kumi. Sio tu kwamba neno la Mungu linafaa kila wakati kwa matatizo yako Bili, Mungu mwenyewe anajua kwa makusudi majaribu yako. Aha, Daudi hata anaiweka hivi katika mstari wa nane wewe nimehesabu kurushwa kwangu. Unaweza kuitafsiri kama kutangatanga. Kwa hivyo, fikiria hiki ndicho anachosema Daudi: kila wakati yeye, Sauli angeweza kuwa akimtafuta Daudi, lakini acha nikuambie Mungu pia alikuwa akimwangalia. Sasa kuna kanuni ya tatu hapa na ni hii: Mungu anajali kwa huruma mateso yako anaandika zaidi katika ah, kanuni ya tatu hapa na nihiga, Mungu ana huruma kwa mateso yako. Anaandika zaidi katika mstari wa nane: unaweka machozi yangu katika chupa yako. Haikuwa mpaka niliposafiri kwenda Israeli ndipo nilipogundua desturi hii ya kale ya chupa za machozi katika ua. Siku za zamani watu walikuwa na vyombo vidogo vya maridadi vya kukamata na kuhifadhi machozi yao. Mara nyingi vilitengenezwa kwa kio, kama vasi ndogo yenye ufunguzi mdogo juu, ambayo watu wangeiweka kwenye shavu lao chini ya macho yao kukamata machozi yao. Ilikuwa kawaida katika maandamano ya mazishi katika nyakati za Kirumi kwa watu kukamata machozi yao katika moja ya chupa hizi ndogo na kuziacha kando ya kaburi kama ishara ya huzuni yao. Kinachovutia hapa katika zaburi hii ni kwamba Mungu ndiye anayeshikilia chupa kwenye shavu lako. Mungu ndiye anayekusanya machozi yako, ni chupa ya Mungu. Daudi anaandika, wewe unaweka machozi yangu katika chupa yako, ambayo ni njia nyingine ya kusema Mungu hajawahi kukosa hata tone moja la machozi uliowahi kumwaga, iwe ni machozi ya huzuni, toba, pofu Uh, maumivu, ukataliwa, kupoteza. Mungu anahusika binafsi. Yeye anajali kwa huruma mateso yako, ambayo ni njia nyingine ya kusema, mpendwa ujawahi kulia peke yako. Mungu amekuwa hapo kila wakati, anajua kila tone la machozi ulilowahi kumwaga. Na acha nikwambie, siku moja atapanguza kila tone la machozi. Kuna siku inakuja ambapo Mungu kwa namna ya kusema atamwaga hizo chupa za machozi, hazitajaa tena. Mwandishi wa nyimbo za zamani aliandika kwa aina hii ya uhakika katika wimbo wake wa kibinafsi sana. Ni wimbo unaoakisi Zaburi 56 hapa, na unasema hivi: usiogope, mimi niko pamoja nawe Oh, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, na bado nitakupa msaada, nitakutia nguvu, nitakusaidia na kukufanya usimame ukiungwa mkono na mkono wangu wa neema wenye nguvu zote. Kipande kimoja kinasema hivi, nafsi ambayo imemtegemea Yesu kwa pumziko, sitamwacha, sitamwacha kwa maadui zake, nafsi hiyo ingawa